Ofika hakicheni Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na DC staff wa Bunda wanapata kura za kishindo, lakini wagombea wote wa sim wanapata kura za kishindo, bunge, madiwani wote wapate kura Narudia ule mkutano wetu wanabunda mkutano wetu wa nini? Ndani. Mkutano wetu wa ndani. Eh, hey, asiye mtu akaita kielele, ho, ndio anaanza kampeni hatuja hata kampeni uko mkutano wa ndani. Sawa. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Lingine ambalo nimefikiri ni muhimu sana niwaambie. Mwaka wa uchaguzi kwa kawaida ni mwaka ambao una vichocheo vya uvurugu, una vichocheo vya uhasama. Watu wasiojua kusema huwa wanajua kusema, mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kusengenya wanajua kusengenya, mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kuchonganisha wanajua kuchonganisha, mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi kama mwaka mwingine nao utapita, maisha yatarudi yale yale. Ndio ndio, waambie, mwaka wa uchaguzi nao utafanya nini? Utapita, maisha yatarudi pale pale. Kwa kila anayekuchochea kufanya vurugu Mwambie mwaka wa uchaguzi nao utapita. Wanabunda tutabaki tunaitaka amani yetu. Sasa hivi ni mwezi tunalegea watano, mwezi wa kumi tunafanya kura. Miezi mingapi? miezi mitano, tunaenda kwenye uchaguzi. Tusikubali miezi mitano iharibu amani ya nchi yetu tuliyoijenga, tuli na kuitetea tangu uhuru wetu. sawa sawa. Amina. Na kila anachokuambia kiongozi wa kisiasa kipime vizuri. Anakuja Bunda hapa anasema hakuna kitu chochote kilichofanyika. hmm. hmm. <coughs> ambayo hata okay, ukimuuliza mwenda wazimu anasema naona kweli kuna maajabu hapa <coughs> <coughs> <coughs> kweli kuna mambo makubwa yamefanyika. <coughs> eneo limebadilika, watu wamebadilika. <coughs> <coughs> hey. Kwa hiyo mabadiliko yaliyofanyika kwenye nchi yetu ni makubwa sana, haiwezekani mtu akaibuka tu akasema hakuna kilichofanyika. Lakini nasema unapotaka kuchaguliwa, kuchaguli maneno. Ndio maana wale wanaoenda kuchumbia, wakati mwingine wanasahau, inapita ndege kule ya Marekani, anamuonyesha mchumba wake kwamba hata ile pale pia ya baba yangu <tutu> ukuna ham sana ya kuolewa unaandika kumi na ndege pia wanayo. <laughs> Eh, toka uhuru mpaka leo hatuna kiongozi wa CCM hata mmoja ambaye ameikimbia nchi yetu kwenda kujenga majengo yake ya nje na kuishi huko. Uongo kweli? Viongozi wetu waliowahi kututumikia nchi hii wanaishi Tanzania. Uongo kweli kweli? Ndiyo, na pia tunao viongozi wa wazuri. Mnasikia baadhi ya viongozi hata katika vyama vingine, juzi nimesikia wawili watatu wanaongea wanasema, jamani, tusipoteze amani ya nchi yetu. Nimesikia wengine wanasema mimi ni chama hiki, lakini wenzangu wakimtukana rais, roho inauma, pamoja na kwamba tuko pamoja, kwa sababu mimi rais kwangu mimi namuona kama mama yangu mzazi. Mila zetu zinakataa kutukana mama zetu ukikuta kijana mdogo ana miaka 20, 25, 30, arobaini. wote hawa wanaweza kuzaliwa na masamia. uongo ya wongowe. Ukikuta mmoja anapiga piga matusi rejareja, unajua huyu anatakiwa haraka sana haraka sana haraka sana apelekwe Muhimbili apate matibabu ya dharura <laughs> hey, eh, kwa sababu a a hajitambui hajielewi hajui nafasi yake hajui nafasi ya nchi yake hajui kwamba usione vya elea vimeundwa. Hakuna binadamu anayetembea barabarani hapa ambaye amejizaa yeye mwenyewe. Maendeleo ya kweli yatapatikana wakati nchi ina amani. Sawa, sawa. Kweli kabisa, kweli kabisa.